Unajua, kuna watu wengi duniani, viongozi, mashujaa na wenye hekima, lakini hakuna hata mmoja kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila anapotajwa, moyo unatetemeka. Sio kwa hofu, bali kwa upendo, kwa heshima na kwa shukrani. Lakini swali ni hili: Tunasema tunampenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini je, tunamjua vya kutosha kumpenda kwa dhati? Mtume Muhammad sallallahu alayhi aleihi wasallam alikuwa mpole zaidi kuliko mtu yoyote. Alipokuwa akitembea sokoni, hakuwahi kupiga kelele wala kujibizana. Watoto wakimpita, aliwachekea. Wazee wakimwona, walihisi salama. Na masikini wakimsogelea, walijua hawatadharauliwa. Hadithi inasema, alipokuwa na chakula kidogo, alihakikisha wengine wamekula kwanza na alipokuwa na njaa hakuwa analalamika, bali akisema subra, hii ni riziki ya leo. Kuna siku Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama alikuwa msikitini. Aliingia kijana mmoja akafanya kosa kubwa, watu wakataka kumpiga, lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama akasema kwa utulivu, mwacheni, msimzuilie kwa nguvu, mfundisheni kwa hikma kwa sababu alijua huruma inabadilisha moyo zaidi kuliko hasira. Na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa rehma kwa wazee, kwa watoto, kwa wanyama, hata kwa maadui. Aliona paka amlala kwenye kanzu yake, alikata kipande hicho badala ya kumwamsha paka. Huu ndio upendo wake wa kweli wa hali ya juu. Alikuwa mtume wa Allah, lakini alilala juu ya mkeka wa majani. Alinywa maji kwenye bakuli la kawaida, alishona nguo zake mwenyewe. Siku moja Umar bin Khatabi radhi Allahu anhu alimwona akilala juu ya mkeka uliomwachia alama mgongoni akalia machozi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama akamuuliza kwa nini unalia, ee hey, Umar? Umar akasema wafalme wa dunia wana faraja, na wewe mtume wa Allah unaishi hivi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema kwa utulivu, Omar, dunia si chochote. Mimi ni kama msafiri anayepumzika chini ya mti kisha anaondoka. Lakini jambo la ajabu zaidi ni jinsi alivyotupenda sisi. Wakati wengine walilala, yeye alikesha usiku akiwa analia akisema ya Allah, umma wangu, umma wangu. Hata siku ya kiyama wote watasema, anafsi nafsi, nafsi yangu, nafsi yangu, lakini yeye atasema ummetii, ummetii. Fikiria mtu anayekuombea kabla hata huzaliwe, anayelilia dhambi zako, anayekutaka uokoke siku ya hisabu. Huyu ndiye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, rehma ya ulimwengu wote. Ukijua haya kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam utampenda zaidi. Utajitahidi kuwa kama yeye, utapenda kama alivyopenda, utasamehe kama alivyomsamehe adui zake, na kila ukisoma jina lake moyo wako utasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kwa sababu kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sio tu maneno, ni njia ya kuishi, ni nuru ya maisha na ni daraja la kukufikisha kwa Mola wako. Basi leo anza kumjua zaidi. Soma hadithi zake. Sikiliza sunna zake. Na muombe Allah akuwezeshe kuishi kama alivyoishi. Kwa sababu ukimjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utampenda zaidi na upendo huo utakuongoza hadi janna insha Allah. Asante kwa kutazama, Soul Reflection.